Kimbelembele uko nayo ya kuchemsha nyama kabla uja karanga, ndo inafanyanga nyama yako inakuwanga ngumu. Mtu ukikula tena te inaonja tu gunia. Hebu wachi video hadi mwisho, ni kuonyesha vile utapika nyama soft. Vile unaona hapo nimeanza na vitunguu hey, na na step by step. Anyway, kitunguu saumu, ginger paste, mafuta na spices. Vitunguu zinafanya chakula inakuanga tamu, kwa hivyo weka vitunguu na kwa vitunguu za kutosha kwa chakula. Hakuna vile unaweza kuwa unapika nyama kilo mbili na unaweka kitunguu nusu, madam. Na spices mtu unaekanga kwa vitunguu na mafuta ndio zitoast vizuri. Msitupakulia chakula bado spices zina float kwa supu. Haya, hiyo mkorogeo wa kwanza kisha iva, utaweka nyama hizi. Zangu ni beef steak, hazina mfupa na hazina mafuta. Hizi ndio nyama rahisi sana kukua ngumu ukizipika, so pay attention. Utazikoroga koroga alafu uzifunikie zitengeze stew yao zenyewe, Njoki. Usiongeze maji, ongeza tomato, pilipili hoho na chumvi, na chumvi na ukoroge koroge, ufunike, uwache iive. Na najua utarudi kufungua upate imeiva, uanze ime kupakulia watu. Rudisha hiyo chakula iive mpaka maji iishe, Ikae vile inakae hivi kwa sufuria. Kama unataka ikuwe na supu nyingi unaweza iacha hivi. Mi napenda ikiwa na supu kidogo, na wacha inapungua, alafu naongeza dania zangu. Hiyo nyama imeiva, ni tamu na ni soft. Ona tu vile naikata na mkono hapa kwa hii video. Wacheni upuzi bwana, pikeni chakula vizuri.